Simba atacheza fainali. Yaani? Narudia tena, Simba atacheza fainali. Kundi ambalo Simba amepangwa msimu. Simba atacheza sio kundi, yani hilo hapo kundi sakapita. Simba atacheza fainali. Kwa sababu hata mwaka jana hatua hizi hizi kama unakumbuka, uliniuliza ukaniambia kweli tunaenda fainali, nikamwambia tunaenda fainali. Nikasema hakika sitacheza fainali na fainali tulicheza na safari hii tunaenda kucheza fainali tena. Mimi maombi yangu naombea klabu bingwa tu au shirikisho. Mambo ya ligi mimi sihangaiki nayo. Eh, mimi mimi klabu bingwa unakuta napiga maombi ya nguvu. Kwa hiyo na nimewapa watu wa Mwanza, nimewaambia tutakuwa pamoja, watu wa Arusha, watu wa Mbeya, watu wa Dodoma, watu wa Singida, wote tushakubaliana kwamba tunaanza mfungo Alhamisi usiku. Watu wakuzingatia, lakini maombi yako yamekuwa yakifanya kazi. Sio zingatia ndio watu wanazingatia Simba timu inaenda fainali. Watu wanazingatia na ndio maana unakuta watu wanaomba. Eh hey, unaiombea Simba. Na watu watafunga kwanza Alhamisi kwa ajili ya Simba Sports Club. Kufunga sio lazima, dini yoyote unaweza kaamua kufunga. Wewe nisikize maelekezo yangu mimi. Funga kwa ajili ya Simba, Simba ishinde siku ya Jumapili na Mungu kweli atakubali. Lakini mchungaji, nje ya maombi? Inabidi uwe na kikosi bora ambacho wewe mwenyewe unaamini Simba ina kikosi bora kwa sasa. Sasa kama Simba ya mwaka jana imeza finali, Simba ile ya kuungaunga ya finali. Sasa Simba ya mwaka huu hali itakuwa vipi? Maanake Simba hii ndio rahisi kuingia finali kuliko ya mwaka jana. Maana jana, kwa mwaka jana ukiangalia kwenye benchi na wanaocheza ukiangalia nje unaona, da, sasa ni kimtoa huyu, nani atacheza? Tofauti na safari hii. Kwa hiyo maombi yangu na maombi ya watu, wana, wana Simba na watu ambao wameamua kufunga, kufunga kuanzia Jumamosi. Kwa hiyo tuna, Alhamisi tunafunga mpaka Jumamosi usiku, tunafungulia Jumapili, tunaingia uwanjani, tunaenda kupata ushindi. Na uwanjani mnaingia kwa kutumia pesa zenu, sio bure, eh, eh, ni pesa, sio bure. Sisi, jana Ahmed Elias kasema tuingie bure Uongozi usema bure, sisi tumekataa. Kwa sababu ukishakubali bure, unajifedhesha. Si umeelewa? Kwanza unakuwa huko comfortable. Si umeelewa? Kumbuka bure, wanaingia hata watu ambao sio wa mpira. Kumbuka bure, inaleta gare... bure na gharama. Si umeelewa? Kwa hiyo sisi tumeamua kutoa viingilio kama ilivyokuwa ada ya mpira, kwamba mpira yoyote ambayo anataka kuangalia mpira, maana mpira ni, washi, ni, ni ni ni starehe. Mpira sio kusema kwamba ni kitu cha, cha cha lazima sana. Unaweza kabaki nyumbani ukangalia kwenye uninga, lakini sisi tumeamua kutoa viingilio na wana Simba kokote pale walipo watoe viingilio, kwa sababu ya tarehe 25, tuujaze uwanja, sio kama wale wenzenu ambao wanataka bure na, na ya hii hi, hi kazi ambayo ni nzito ya kuivusha Simba Jumapili unakuta e. Hata kesi ya Mchome Um, imebidi airishwe mpaka kijayo. Awe ulishampeleka kitoni. Tayari shapeka taarifa watamwita muda wote. Okay. Eh. Naoma usikilizee kwanza mechi hii. Eh, na anatafutwa sasa hivi aonekani. Simu imezima. Eh. Tupe stesha sana mara ya mwisho tulizungumza, ukasema unaenda kumshtaki. Imekuwaje? Tayari sheria ishaenda mikononi mwa wakili. Wakili wanachukua sheria, anatafutwa, anapigwa simu hapatikani. Eh. Juzi akanirekodi wakati naongea naye. Eh hajajua kwamba sheria kumrekodi mtu bila ridhaa yake ni kosa la kisheria. Kwa hiyo na makosa haya mawili ya kujibu, mimi sijui. Niliona mimi bwege, kumbe mimi na akili. Akajichekesha pale watu wakamwona wa maana, watu wanamuunga mkono, lakini wajua mwenzake anaenda kwenye kitanzi eh. Kosa la kwanza logo ya Simba kuichezea na kuvaa jezi akiwa anaikebehi, lakini akiwa anaact kama mwana Simba, kumbe sio mwana sio mwana Simba, kosa la kwanza Alafu hashtakiwi na Simba, watu wanielewe, namshtaki mimi kesi mimi. Hey, sio mimi, simba sports klabu. So namshtaki mimi ndo, namshtaki, nimemshtaki, yaani nimemshtaki mimi. Watu bado hawajanielewa, kuna watu wengine, sheria inakuwa ni ngumu sana watu kuelewa. Mimi kama shabiki wa Simba nimeamua kumshtaki Mchome. Ke, wa, mimi, hakuna mtu mwingine mimi ndio nimeamua kumshtaki na shauri lake liko sasa hivi ubaoni, anapigiwa simu apokei. Kwa hiyo atapokea na ataitwa, ataenda na sijui, mimi si shauri shamaliza. Kwa hiyo Mchome mpaka midai sasa hivi, na makosa haya la juzi, ambao amempigia simu kwa unirekodi, na mimi kwa najua ni na rekodi, ningesema ni mtengenezee tatizo lingine, bila yeye mwenyewe kujua, yule sijui kesi. Sasa mimi mwenyewe ndo napenda kesi eh, na, najua kesi, najua sheria Ye pale akaja na watu wengine ambao wajua jamaa akakuja kufedhesha angambia nimemtengenezea bomu bila imo, ye, bila yeye mwenyewe kama kusema vile. Kesi ningempata na hatia nyingine. Kwa kwa sasa Sasa sasa hivi hivi na na hatia hizi. Ushahidi kwenye kliniki si upo. Eh, hiyo miezi sasa, hivi, kwa nafungwa miezi mingapi? Miezi mitatu na faini ya milioni tatu. Sasa hivi atafungwa miezi nane umeona bwana? mwaka mmoja na miezi mitatu. Sasa hivi kosa la pili ni karibu ili kosa la pili na hizi ni milioni moja nini ni, mwaka mmoja Sijajua faini lakini mwaka kwao Mchome kutoka itakuwa 2000 na ngapi? 2027. Mwanzo eh mwishoni ndio atatoka. Ushahidi wa kutosha upo, ushahidi wa video. Sio kufanya nini? Eh, kanipigia simu na mimi kwa sababu najua anamtengeneza tatizo. Nikamwambia mimi nataka ni trendi anacheka pale. Bila wewe siwezi kutrendi basi anacheka pale. Bila kujua nimemtengenezea nini? Bomu. Kwa sasa hivi na makosa haya? Eh. Haikichomoka, labda mimi mi sijui kesi. Maana yake ni hivi, nimemsamehe mara ya kwanza, ndugu zake wakaniomba nimsamehe, nikaisha, nikamsamehe mara ya pili, ambayo viongozi sio, sitakuwataja walinipigia simu nikaisha nikamsamee mara ya tatu, ule mwezi wa ngapi ule, wakati imenyanyua kombe eh, alinipigia simu akasema, mchungaji, hao mambo achana nayo, na kuomba nakuomba, nikaacha. Sasa la juzi hii ni mara, anasema aspaye shingo, mwisho siku nafanyeje? Eh, itavunjika. Kwa hiyo mimi nime nime nime nime nanii vya kutosha. Sasa hivi ngoja sheria ichukue mkondo wake, ndio hivyo. Ah, hoja nelewa. Nimemsamia mara tatu. Umeelewa? Mara tatu. Sasa kuna watu wengine wajua sheria anasemaje? Simba nyao ya mshtaki na mshtaki wewe. Ngambia na mshtaki mimi binafsi. Na wana sheria yangu wawili. Tena kampuni na sasa nikwambie, kampuni ambayo inasimamia wana wakili ni Limo Company Limited. Wana mawakili kama 40. Eh, Ndio umesikia ile kesi. Sasa yeye anasema kuna watu wanamkingia kifua. Tuone sheria na wao wanamkingia kifua, kwa sababu ushahidi wa kutosha nao na ushahidi wa video ambao alizungumza kwa kunirekodi hiyo, ni, ni ishu nyingine. Ya kwanza kuhusu logo ya Simba ambayo mimi naisemea, mimi sio Simba. Simba wana wakili wao, Simba wana sheria zao Simba. Mimi kama mimi shabiki nimeamua kumshtaki kwa ajili ya Simba. Mbona sasa sheria hiyo ni vitu tofauti hapa, kwa sababu watu wengine wanasema ah, angeshtakiwa na Simba ni wao. Mimi mambo ya Simba ni husu, nimemshtaki mimi kwa kunifedhesha, kwa sababu mimi binadamu nina mke na watoto anavyoitukana Simba, kuna watu wengine wanapata mpaka wana paralyze ile fedheha. Anavaa jezi ya Simba afu anaitukana Simba, simuelewa kwa hiyo anaifedhesha Simba kwa kupitia jezi. Angevaa jezi ya Yanga hakuna mtu angesema, au angevaa nguo ya kaida asingesema. Kwa hiyo mimi naenda kumshtaki kwa ajili ya logo, ambayo ile logo sijaagizwa na Simba, sijaagizwa na Simba, uongozi wa Simba. Mimi kama mkereketwa ndio nimeamua kumstaki, ndio sheria inapoweka bayana hapo. Kwa sababu watu wengine sheria hapo hawajui. Kesi <laughs> imepisha mechi. Eh, na ule mwanasheria alicheka sana akasema mchungaji hizi sheria umejulia ume wapi? Kwa sababu wengi wanajua ni Simba. Ah ah. Mimi ah. Na yeye. Na eh. <laughs> Hiyo kesi umeisimamisha ili kupisha mechi ya Jumamosi ipite kwanza ukishashinda, Jamaa <laughs> unasema kwa sababu simu si apokee toka jana anatafutwa. Jana anapigwa simu apokee. Sio, unaelewa? Leo anapigwa simu apokee. Kwa hiyo tumesema hivi itakavyo kuwa muda wote atakapopatikana basi sheria ichukue mkondo wake. Ah, mm. Sasa ambapo mm.